Jamani, tukisema tunafundisha kutoka ndo muone. Huyo mm ni mwanafunzi kabisa ambaye anaifanya hii kazi ya siku ya leo. Kama mnavyoona, hii ni notes ya sensation au fantas, kutoka au prima afro, namba ni mia na thelathini Session inasukwa na inasukika kama mnavyoona, lakini tutakuja kuwaona ile final touch inakuwaje. Na hapo yamefungwa mawimbi kama mnavyoyaona, lakini darasa la namna gani ya kuyafunga tutawafundisha, kwa sababu hii imekuwa ni changamoto kwa watu wengi, wanasema hawezi kutengeneza mawimbi kwa kutumia uzi, lakini hili darasa liko live kabisa. Tutakuja tuwafundishe hivi vyote vyote vinapatikana Ape Beauty Collection. ni mwanafunzi wetu, kama mnavyomuona, yani ni anasuka, mje mje mje mje mje, mjifundishe kusuka. Lakini pia nafasi za kazi zinapatikana, una ujuzi wako, njoo unaelekea, njoo, tutakuelekeza.